Waligani mtazamaji wa Come TV Tanzania, msikilizaji na mfuatiliaji wa human hits, na tupo katika wakati mwingine tena wa sehemu ya tatu ya mtiririko na mwendelezo wa mada inaohusiana na uhusiano kati ya akili, mwili na ulimwengu. Na sehemu ya pili tulizungumzia haswa kuhusiana na maisha bila mateso ambapo tukasema, kabla tujaingia kwenye sehemu hii ya tatu, tukasema wanadamu wengi, binadamu wanapitia matatizo mengi sana, matatizo ya kisaikolojia pamoja na matatizo ya kiroho, lakini matatizo ya kimwili yamekuwa ni sehemu ndogo ukilinganisha na sehemu ya kisaikolojia pamoja na kiroho. Katika eneo hili la kisaikolojia na kiroho, mara nyingi sana najikita katika huzuni, hasira na hofu. Sasa Leo tutaendelea katika eneo hili na mada hii ya sehemu ya tatu, ambayo inasema uzima wa kiroho, kwa Kiingereza tunasema ni spiritual awakening. Tumekuwa tunaiona sana kwenye mitandao ya kijamii, watu wanaizungumzia, kila mtu anaizungumzia kwa namna ambavyo yeye anaiona. Yeah, watu wamekuwa wamepata mawili matatu ya kiufahamu, lakini leo sasa, katika human tunaizungumzia pia katika namna ambayo tunaweza tukazungumza kwa lugha rahisi sana ili watu waweze kuelewa kupitia sehemu hii ya tatu katika mwendelezo huu wa uhusiano kati ya akili mwili na ulimwengu sehemu ya tatu hii ya uzima wa kiroho spiritual awakening so karibu katika eneo hili langu jina niite Mr. Come Mr. Come TZ au Mr. Come Back unaweza kusema hivyo kwa ufafanuzi huu na yale ambayo tunak tunayale, tunayaleta kwenu basi hili huwa kwanza kuweza ku kuweza kupata taarifa hii na kupata notification kwenye simu yako basi ukumbuke kusubscribe, lakini pia ukipendezwa zaidi unaweza kushare, kulike pia na kucomment na kusema lolote juu ya mwendelezo wa mfululizo wa mada mbalimbali mbali ambazo tunakuwa tunazileta kwenye podcast hii ndani ya YouTube yetu ya Come TV Tanzania. Ukiangalia hapo juu kuna mada nyingi tu, ndani ya mada moja unakuta kuna mada tofauti tofauti Uh, sasa, ili tusipoteze muda tuende moja kwa moja kwenye eneo hili la uzima wa kiroho. Tunaposema uzima wa kiroho kwa Kiingereza tunakuwa tunamaanisha ni spiritual awakening, ambapo mara nyingi sana uzima wa kiroho huu tunaozungumza huwa tunajikita zaidi katika mabadiliko ya kina ya ufahamu, ambapo mtu anajikuta ameamka tu, yani hisia ya tu zinakupeleka umeamka tu kwamba vitu unaanza kuviona katika mtazamo tofauti tofauti. Hii inatokana na kuamka kutoka kwenye ndoto ya maisha yani, kuna maisha fulani tunaishi ya pasipo kujitambua. Kwa hiyo hii inakuja tu automatic, haiji tu au, yani, inakuja tu automatic, pengine unaweza kusikia kitu au unaweza ukaona jambo fulani, kuna jambo tu naweza likatokea tu, tu moja tu katika yote, ukashangaa tu mawazo na kila kitu kinaanza kubadilika chenyewe taratibu. Sasa sorry, sasa katika kuamka kwenye ndoto hii ya maisha, mara nyingi sana huwa inajengwa katika misingi ya kiakili na mawazo. Hapa tunapata undani wa mambo, hapa lazima uwe makini sana, kuweza kusikiliza kwa umakini sana, maana halisi ya uzima wa kiroho, spiritual awakening umekuwa unaisikia sana watu kuamka kiroho kuamka kiroho kuamka kiroho, lakini uhalisia wake sasa tunakutafsiria kwa lugha rahisi, kwa lugha nyepesi ambayo utaielewa. Sasa tunajikita zaidi katika akili na mawazo, ambapo huwa mara nyingi yanabadilika tu ghafla na kujihisi na kujihisi katika mambo yafuatayo ambayo tutayazungumza hapa chini. Sasa, katika uzima wa kiroho ambao tunakuwa tunazungumza mara nyingi sana, watu unakuta wanakuja kutambua, wanakuja kuelewa baadaye, huwa ni ile hali ya kutambua kwamba wewe si mawazo yako na au sio hisia zako na wala sio igo yako. takuja kuielezea chini hapa, igo nini, maana ya igo tunaposema ego tunakuwa tunamaanisha. Lakini pia vile vile, lakini vilevile vile tunautazama uzima wa kiroho kama ile hali ya kuishi kwa ufahamu wakati uliopo, yani wakati wa sasa hivi, bila kukaa kwenye mambo ya zamani au kutazama mitazamo ya zamani, kuwazawaza mambo ya zamani hali, lakini pia vilevile vile, ni kuhisi muunganiko na ulimwengu wote, kuhisi kwamba wewe ni sehemu ya ulimwengu, kuhisi kwamba wewe kuona kwamba hakuna mimi na tofauti ya vitu vingine, kwamba mimi nilivyo sina tofauti na vitu vingine, sina tofauti na viumbe vingine, sina tofauti na mimea, sina tofauti na wanyama, sina tofauti ya, tunaishi katika kitu kimoja, na hii huwa inajitokeza katika kitu chenyewe yani, moja kwa moja inatokeza katika hali yenyewe tu, hailazimishwi hii hii inajitokeza yenyewe, na utofauti huu katika ustawi wa kawaida tu huwa unajitokeza kwa aina fulani ya watu watu fulani hivi, utofauti huu utajitokeza katika maisha ya kawaida tu, ambapo utaanza kuona kwamba watu wengi wanaishi katika maisha ya autopilot, yani wamejifunga kwenye mawazo ya matarajio fulani. Kuna wale ambao wanafundishwa kwamba ukifanya okay, hivi itakuwa hivi, mambo yatakuwa hivi, ya hivi utaenda motoni, utaenda peponi, utaenda hivi na hivi, kwa hiyo vitu kama hivyo vinaanza kubadilika kwenye mfumo wa maisha yako ya kuamka kiroho, matarajio ya mawazo ya baadaye, au mifumo ya kijamii ambayo tunaishi kila siku. Utaanza kuona utofauti na mambo fulani fulani yataanza kujitenga, na kuona kwamba kumbe zamani au kumbe maisha niliyokuwa naishi nilikuwa nakosea, unaenda tofauti. Na mara nyingi sana mtu aliyeamka kiroho anahisi kwamba niko kwenye hali ya present, wakati uliopo anaangalia mawazo na hisia kama vile jambo la kutazama tu, yani kama mtazamaji na sio kama eh, anateseka au sio kama yanamtesa kwenye maisha yani, yani anatazama kama mambo tu ya kawaida yanakuja tu na kuondoka. Sasa utafahamu vipi kwamba sasa uzima wa kiroho au dalili hizi za uzima wa kiroho ziko kwangu au kwa mtu fulani? Mara nyingi sana uta, utaona kuna kupoteza hamu ya kujenga au kufuatilia mambo ya hadithi hadithi, za kufikirika yani, zile stori za kufikirika utaanza kuzipoteza taratibu taratibu. Hii ni moja kati ya dalili kubwa sana. Watu wengi wamejifungia kwenye nilitendwa vibaya, pengine sitafanikiwa na kadhalika, na maneno kama hayo, lakini utashangaa, baada ya kufahamu, utajua kuwa hizi ni hadithi na siza wewe au sio wewe, yani hazihusiani kabisa na maisha yako. So jambo jingine, kuhisi upendo wa asili bila sababu, yani kuna ile kwamba unatembea tu huko barabarani huko na watu, kuna nini, unahisi tu upendo automatically tu yani, unaona wanyama unapenda, unaona mimea unapenda, unaona nini unapenda yani, yani, unajihisi tu, yani automatically tu kwenye roho yako nafsi yako unahisi kwamba yani mwili wako tu automatic. Hii haiji yani, haulazimishwi hii, inakuja tu, yani unaishi tu upendo kwa kila mtu kwa kila jambo, yani inajitokeza mara kwa mara. Huu ni mfano mojawapo wa dalili ya kuamka kiroho, ambayo tunasema dalili ya uzima wa kiroho au spiritual awakening. Hii ni namba mbili, lakini mara nyingi sana unaona kabisa upendo huu ambao unajitokeza kwenye nafsi, unajitokeza kwenye hisia, huwa hauna masharti. Unahisi muunganiko kuwa na viumbe wote, wanyama, mimea, ndege na vitu vingine, yaani unahisi kwamba vyote ni sehemu yangu, yaani upendo tu unakuja automatiki. Lakini pia jambo jingine la tatu, unakosa hofu ya kifo na ile kufikiria sasa, eh, yani unakuwa na wasiwasi ya kufa, unakuwa na hofu ya kufa. Kuna watu wanaishi, wanaishi katika maisha ya kuogopa kifo. Lakini sasa huyu mtu ambaye anaamka kiroho, huyu mtu ambaye ni spiritual awakening. mara nyingi sana utaona sasa ada, hata ile hali ya ku, kuofu, ku, kuofia kifo inapotea moja kwa moja. Sasa unaanza kuelewa sasa kuwa wewe si mwili wako, na kifo ni mabadiliko tu na sio mwisho, yani sio mwisho wa kila kitu. Jambo lingine unaanza kuona huzuni na amani katika kila kitu. Hata katika matatizo unaona kama fursa ya kujifunza, mateso unaona kama fursa tu ya kujifunza. Yani ikitokea jambo, likitokea tatizo, likitokea sio mtu analia, ikitokea mtu sio analalamika, ikitokea mtu anagombana, ikitokea mtu, yani kuna jambo matatizo yakishaanza kutokea kwako, kwa huyu mtu ambaye ni spiritual awakening au ni anaonyesha dalili ya uzima wa kiroho, hata kama ni kwako, utaona kama matatizo ni sehemu tu ya kawaida ya kujifunza. Jifunzani, yaani unachukulia poa. Yaani, kuna wale watu naona wana w mbona kama kuna moja mbili tatu afu mbona kila kitu unachukulia poa. Kwa watu kama hawa waangalie kwa umakini sana, ni watu ambao tayari wameanza kuamka kiroho, wameanza kuwa na uzima wa kiroho, wanakuwa na unyenyekevu, maana yake kila kitu wanahisi kwamba ikipo kwa sababu hakijawa kwa bahati mbaya. Lakini wakati mwingine sasa, tunaweza tukaangalia kwa wale ambao wanataka kufikia au kufikia uzima wa kiroho maana spiritual awakening. Hapa tutaanza kutambua mambo machache machache madogo madogo. Jambo la kwanza, tambua igo yako ya ndani. Nilisema mwanzo nitakuja kuelezea.